Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya, tunayo taarifa tunayopenda kutoa kwa vyombo vya habari kwa wanachama wa chama cha Mapinduzi na wananchi wote wa mkoa wa Mbeya. Ndugu zangu waandishi wa habari, ni kwamba tumepokea taarifa, chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya tunatarajia kuwa na ziara ya katibu wa neki itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya taifa CPA Amos Makala ambaye atawasili hapa mkoani kwetu kesho kutwa na maanisha tarehe 27 majira ya mchana saa saba, na atafanya mkutano mkubwa sana wa hadhara pale viwanja vya Ruanda Nzovwe. Rai yangu ni kuwatumia ninyi waandishi wa habari kuwajulisha wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya kuwajulisha wananchi wote wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya, kufika hiyo tarehe 27, mchana saa saba, kuja kusikia ujumbe mahususi unaoletwa na kiongozi wetu CPA Amos Makala. Lakini kwenye msafara wake ataongozana na Mchungaji Msigwa. Ninyi nyote mnafahamu kwa nini sisi tumeamua kufanya hivyo. Safari na sisi hatuchelewi kibandika, tunabandua zetu. Wamefanya mkutano mkubwa juzi. Kwa bahati mbaya yako maneno yaliyosemwa ya upotoshwaji ya ya ambayo chama chenye dola chama cha Mapinduzi hatuwezi kunyamaza kimya. Kwao tunawaalika wananchi wote waje wasikilize majibu sahihi ya chama cha Mapinduzi dhidi ya serikali yake. Kwa naomba nitumie tena fursa hii kuwaalika sana kutoka Kyela, kutoka Chunya, Mbarali na maeneo mengine yote, wajitokeze kwa wingi sana. nawashukuru sana